Kituo cha tatu Yesu anaanguka mara ya kwanza Ee Yesu tunakuabudu tunakushukuru mm -hmm. Yesu amedhoofika sana, anaanguka chini, kisha anasimama, anaendelea na safari ya ukombozi. E hey, Yesu uliyeanguka chini ya msalaba kwa ajili ya udhaifu ukasimama tena, usiniache katika tamaa. Nikianguka dhambini, bali nisimame mara moja nikufuate. E Bwana, utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Kituo cha nne: Yesu anakutana na mama yake.

Wote wawili mama na mwanaye wanaumia sana moyoni kwa ajili ya dhambi zangu. Ee hey Yesu mwana wa Maria, unitilie moyoni mwangu upendo na ibada kwa Bikira Maria, unijalie na ulinzi wake. Kituo cha tano: Simoni wa Kirene anamsaidia Yesu. Ee hey Yesu, tunakuabudu tunakushukuru kwa watu wa msalaba wako mtakatifu na usifu ukarimu wa simoni wa Kirene. E Bwana, unijalie ukarimu kama huo, nitiye ushujaa kama huo, nitikie nami wito wa kusaidia kuchukua msalaba nitoe zaka na michango yote ya uenezaji wa dini. Nijitolee mimi mwenyewe katika kazi ya maendeleo ya dini. Wajalie vijana wengi wito wa upadri waweze kuchukua msalaba pamoja nawe kwa ajili ya wokovu wa dunia. Waimarishe viongozi wa dini, ustawishe moyoni mwa waamini wote mwamko wa utuu. Kituo cha sita.

Mama huyu ni kinyume kabisa cha Pilato. Veronika anajua analopaswa kutenda na analitenda bila kujali macho na maneno ya, ma ya makundi ya watu waovu. Ee Yesu, unimtuza Veronika zawadi ya picha ya uso wako juu ya kitambaa, unijalie ushupavu na ujasiri wake wa kutenda mema, ili roho yangu ipambwe kwa chapa ya uwana na utakatifu wako. Kituo cha saba.

Yesu, ulielekea mno kwa mateso makali. Kunapoanguka mara ya pili kwa ajili ya udhaifu wa mwili, wanionya kwamba hata mimi naweza kurudi dhambini kwa udhaifu wa mwili. Nipe basi neema kuepuka nafasi za dhambi na visa vyenye kunikwaza na kunirudisha dhambini. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa msalaba wako mtakatifu oh. <tipu> pamoja na waneme kama ameweza kutendea mti mbichi kiasi hiki ma mti mbichi. Kituo cha tisa Yesu anaanguka mara ya tatu. Hey Yesu tunakuabudu tunakushukuru epanua kabisa Yesu, uliyebidi kuzopika kwa mateso, unaanguka mara ya tatu, upate kumstahiria neema ya kuutisha mwili wangu na kusulubisha nita kuepuka nafasi za dhambi mara nyingi mno, najibokusha kwa kutenda mno starehe, anasa na kafuja. Ee Yesu mwema, nisaidie kuupata mfano wa mtakatifu Paulo, niutese mwili wangu na kuutumikisha, ili nipate siku moja tuzo mbinduru wanafuni wanguo. Ei hey Yesu tunakuabudu tunakushukuru

askari wanamvua kwa nguvu nguo yake iliyogandamana na madonda yake, wanayamsha mara moja mateso yote aliyoteswa tangu mwanzo. Ee Yesu, unayevumilia mateso makali haya, upate kunifundisha kuuvua, kuuvua kwa nguvu moyoni mwangu urafiki mbaya au kitu kingine chochote kile kinachoharibu rafiki wa Mungu, hata ikinipasa kutoa sadaka kubwa. Kituo cha kumi na moja: Yesu anasulubiwa msalabani. E hey Yesu tunakuabudu, tunakushukuru, kwako unawakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.

Kituo cha kumi na mbili Yesu anakufa msalabani. <tipos> <tipos> Ee Yesu tunakuabudu, tunakushukuru. Wewe umogopi hatobwa na Mungu wako? Sisi metupasa ukumuhii lakini yeye Yesu wakutenda kosa e, hey Yesu unikumbuke katika ufalme amini, amini, amini nakwambia usiku wa leo utakuwa nami peponi. Naona kiwa

Baada ya kufa. Unijalie nidumu katika maisha ya kujitoa sadaka mpaka siku ya kifo changu. Nielewe na kukubali kwamba baada tu ya kufa ndiyo mwisho wa vita na mashindano ya Kristo. Yesu anazikwa kaburini.

Yesu wangu, kwa uchungu wote uliona juu ya msalaba, na kwa pa kuzimia kwako, kwa pa ukali wa mateso, nijalie nguvu ya kuvumilia kwa moyo taabu zote sasa na saa ya kuzimia kwangu. Nawe Maria mamangu, kwa uchungu wote ambao moyo wako umejaa ulipomwona mwanao mpenzi kuinama kichwa na kuzimia, unifadhili mimi nife kifo chena Wajija baba mtakatifu nia zetu.